wakajikuta wamefia katika bid'a na munkarat, hawakuweza kupata nuru ya ilmu kwa sababu ya kudharau maulama. Bali pana wengine kama vile wamepigwa laana, wamekatikiwa na jambo lao la dini, walikuwa na misimamo ya dini, hawana tena, bali hata maisha na wengine, ukiwatazama kama wehu, mtu amekaa kama zaitazauya hivi yule

Darul Ilmi ilivyokuwa na watu walivyomiminika katika mji ule kwa ajili ya kusoma elimu na kupata faida katika sunna. Lakini leo tunazungumza kwa uchungu mkubwa na masikitiko, ile markazi haiko tena katika hali ile. Haipo, ilitokea balaa la alhuthiyin.

Kwa nini abebe uongo? Walipelekewa na waongo, wakina Arafati Barmaki, si wakina Yasini Adani, sio wakina nani nani, magenge la watu. Yani, walikuwa wanamzungumzisha Karabii kama vile dubana zuzu hivi, anamezeshwa mambo ha, hapambanui kweli. Dhalika alalim alimu ljarhi wa atadil amezeshwa, yani talibu alilm amezeshwa maneno ya fitina na yey yafitinike hivi. Mmewachukuliaje maulama kuna mtu ana jura hiyo ni kumtoa katika nafasi yake na, na kumtweza kama. Msimsikilize mzee, anabebeshwa maneno tunayo, anabeba tu. Ah, wajua tena mtu mzima tena, ndio uzee huo. Wacha uongo bwana wewe, na ujana wako huna akili za shikarabia hata robo lau zikipimwa. Haya, tumemwangusha shikarabia, mata jabali ala salafiyya wassunna sisi ndio tusiojua mwisho wetu, nas'alullaha husnal khitam. Haya, hawa walikuwa wakimtukana, wako wapi? Wengine wamekuja kujificha huku kwa Tanzania kwa binti Madenge, wako buguruni huko. Haya, kazi mejitia ukutuli, walikuwa mashekhe wa Bongo sasa, wengine si wako wapi? Sasa haya, matukio haya tunayataja si kwa kufurahia, tunajifunza. luhumul ulamai masmuma

na tarehe historia ni ushahidi bora juu ya hilo, kwamba waliowatukana maulamaa na, maulama na kuwadogosha hawakubaki salama. Msitafute mambo ya zamani, hivi sasa tu watu waliokengeuka hivi juzi tu, kuwasema maulamaa, unawaona kabisa kuna balaa limewakuta. Sikwambii ajitokeze mtu huku kwetu huku kwetu huku kwenye kona ya dunia, nchi kama hizi ambazo ziko mbali na elimu zimejaa tulabu alilm, vijana wadogo wadogo kwenye elimu, tena wadogo wadogo tuliojaa huku. Ukiangalia nafasi zetu ni viji wanafunzi vidogo vidogo. Lau ukienda miji yenye tulabu alilm, ukienda miji ya elimu ukachanganywa, haya bwana mkubwa, hebu kaa hapo na wanafunzi wenzio utaanzishwa alifu kwa kijiti, namna atavyojiona mjinga. Sisi pia watu wahumu, yuko mtu ana, anaweza akamzungumza alim au hakuna? Wako maustadhi wa Kichaga, maustadhi wa Kinyamwezi, mwalimu Muha sijui kasoma wapi huko, anamtukana eh? mtu kama shikrabia

Sasa kwanza, ukiuliza we mpaka umseme shekherabia, hiyo elimu yako uliyokuwa nayo wewe imepewa tazikia na nani? Yaani mpaka ufike mahali sasa umseme shekherabia. Nimesikia kuna, kuna kijana mmoja kafikia hatua anasema shekherabia ni hizbi. Hizbi bwana, nasikia pana sauti yake hizbi bwana. Ha, hata kama mashaka wengine hawajasema hivyo wao sio hoja, lakini hizbi yule sheikh Rabi asema. Kuna mijadala imezuka juu ya kauli yako ya kusema mzee Rabi ni hizbi. Wanasema ni nani amekutangulia katika wanazuoni na mashekhe katika kumuhizbisha kwake, kumuhizbisha kwako. Ndio maradhi katika nchi yetu na sehemu nyingine. Yaani, faraka zote, mafitina mengi yametokea. Yaani, mtu akizungumza hapa hata ataje dalili elfu moja anakuja mtu mmoja tu akiomba hata shekhe, hata hataji dalili, akisema tu yeye, tumeelewa hakuna dalili ametaja. Yeye akisema tu kadha wa kadha, halas, tumepata kauli ya shekhe. Hii kauli ya shekhe haikuwa na hoja wala dalili hata moja, lakini huku taja dalili mia watu wachukue, wana sasa. Hii haya maradhi pia ndio asili ya mizozo mingi ambayo imetokea. Asili ya, ya mizozo mingi imetokea, imetokea katika muundo wa maneno haya. Sheikh, unajua mbona Sheikh na mbona umemsema Sheikh na mbona uliza, hoja ni hoja zipi zimetumika katika kutaja kwamba huyu mtu ni hizbi? Kwao watatengeneza swali tutalijibu nanyiwe meelewa, tayari ndo haya yaliyotokea baina ya Shekhe Yahya na baina ya kina Shekha Rabia. Hawa kina haa kinabarnaaliwafuguza wakaenda kule. Ya yashekhana, yashekhana, mwara wakona vitabu ya wanasoma yashekhana, anambebea shekha akivua viatu, ameshika malapa yake shekhana, shekhana wamefuta viatu ameweka pale shekhana, shekhana amevaa hivo akikaa kwenye darsa ndo miguu ile ile asla rukbatai ila rukbatai ya Sheikhana, Sheikhana kitabu na na Sheikhana, ikaendelea mpaka kina Sheikh Rabee wakiambia bado, mpaka akimwambia kina Sheikh Rabee arudi nyuma, ndio hiyo hiyo ndio ameshachukua hiyo, ndio hivyo hivyo na anatoa fatwa, mpaka kina Sheikh Rabee wakiambia bado, mpaka akimwambia kina Sheikh Rabee arudi nyuma, ndio hiyo hiyo ndio ameshachukua hiyo, ndio hivyo hivyo na anatoa fatwa. Paka kina Sheikh Rabi wakiambia bado, akimwambia kina Sheikh Rabi arudi nyuma, ndo hiyo hiyo na ameshachukua hiyo, ndo hivyo hivyo na anatoa fatwa. Amehadaiwa na huyu, tumeelewana. Na mfano wake wale kina kina Yasin, hata ni sio kina nani wale makubwa. Na huyo kijana yuko humu uchagani na kula ndizi kama nyani. Sasa wewe unatafuta umtetee Sheikh Rabi, eti kwa kutukana na mtu kama huyo? Kwa maana usimame kwanza, ni kumkosea ni kum Shakarabii pia. Wewe ni nani mpaka ununume Shakarabii kwamba ni hizbi? Wewe ni nani katika ulimwengu wa elimu? Anakujua nani? Wewe una nafasi gani ya elimu? Kauli yako ina athari gani kwa alim? Kwa hivyo ni mtu wa kuhurumiwa, na hiyo ni katika aina ya ukichaa. Nyie mnaweza mkaona mjambo jepesi Kumbe pengine jambo hilo ni tabia yake, mtu huyo madhara yameanza kumkuta, Allah anampa upofu. Kuna kijana mmoja wakihajawira, nasema hivi mashekhe zake wakihajawira hao, wakubwa hawajathubutu, kuzungumza maneno hayo kwa uwazi kama hivyo, tazunguka zunguka huko, hawa hawathubutu, kwa sababu angalau hao mashekhe zake wanajulikana, wanajua wakisema dunia itawasemesha kwa lugha ya elimu lakini sasa we mwenzangu eh, utasemeshwa eh, na nani mwenyewe? Watu watauliza na nani, uko mwehu mmoja huko, uko hata ikitao Tanzania, huko ni Tanzania, Amerika, wala ntatoa juu. Kama kuna, kuna mji wa elimu uuakonekana ni nchi la makafiri, labda hatumo. Wewe unamzungumza shikarabia sasa hivi, mnaweza mkaona mambo ya kawaida

utizama katika kadhia mbalimbali za Waislamu, ikawa ni maulamaa walioegemezewa masaili ya fatawa na kutoa miongozo katika kadhia za Waislamu, yaani ukawasema maulamaa ambao ni mamufti kwa mambo ya Waislamu, makudati, makadhi wa ma ma wa kadhia mbalimbali za Waislamu.

kalqudati kama vile maqadhi nayupo, wa haiati kibari ulama na jopo la wanawazuni wakubwa, obed ljaberi ambaye ni hizbi katika mahizbi wengine obed ljaberi ambaye ni hizbi katika mahizbi wengine obed ljaberi ambaye ni hizbi katika mahizbi wengine ikiwa shekhe ni hizbi, mwanafunzi anakuwa nani? Na mwanafunzi ameathirika na manhaji ya shekhe, anakuwa mwanafunzi nani? Hizbi. Kama vile nyoka anazaa nini? E, nyoka azai kuku? Ukawasema watu kama hawa, na wallahi wamepatikana hizbiyun wengi tu katika kaseti zao wakiwazungumza maulamaa kwa lugha za kejeli, ulamaul haidh wan nifas